Sasa hivi ndani ya wilaya hii ya Mwanga tuna umeme tuna maji ya uhakika. Umeme unakatika katika maeneo ya kaskazini huku, lakini serikali yenu inachukua hatua ya kununua umeme nje maalum kwa mikoa hii ya kaskazini, ili umeme upatikane masaa ishirini na nne, muda wote bila kukatika katika Tuko kwenye hatua za mwisho kusaini mikataba ili tuweze kununua umeme ule uungwe Kanda ya Kaskazini, na wananchi wa faidi na umeme kwa, tutakuwa na umeme wa uhakika, maji ya uhakika, kila pahali, vijiji vyote vina umeme, tunakwenda vitongoji, na umeme wa kutosha tunaununua unaingia ili kazi za maendeleo ziendelee. Ndugu zangu, pamoja na kusema hayo ninafahamu kuwa kati ya vijiji kumi na nne vilivyozungukwa na bwawa la nyumba ya Mungu ni vijiji vinne tu vilivyounganishwa au vilivyounganishwa maji hadi sasa. Nikutake waziri wa maji kuhakikisha kuwa vijiji vingine kumi vilivyosalia vinaingizwa kwenye mpango wa kuunganishwa maji tena kwa haraka.